Kwa majina naitwa Salome Abeli Makane. mm-hmm. Ni mkazi wa Kahama. Mkazi wa Kahama. Ndiyo, hey, Kahama. kutoka Kahama mpaka huku. Ni mwendo. Mwendo mrefu umetokea Kahama moja kwa moja kuja hapa? Ah, nimetokea kwa Kahama, nilifikia kwa rafiki yangu. Lakini wakati unatoka Kahama ilikuwa ni Ni hapa. Natoka Kahama ni hapa. Eh, kwa hiyo hapo kwa kaka yako ulifanya tu kufikia. Yaani, pale, kufikia. pale nilifanya Maana tayari nilikuwa nafuatilia vipindi vyenu. Okay. Maana, tayari, nifuatilia sana vipindi. Kuna kipindi kimoja nilikutana nacho, kuna mdada mm -hmm. aliyefanya kazi alifanya kazi akamaliza mkataba mm -hmm. akaongeza mkataba mwingine mm -hmm. then bosi wake akaja akamwongeza mshahara wow. Sasa nilijikuta kidogo. Eh, amekugusa eh? Amekugusa, nikaona si amna sababu ya kuendelea kukaa nyumbani. Ulikuwa tu umekaa tu nyumbani? Yeah, nilikuwa nyumbani, ndio hauna kazi Mm -hmm. Mm -hmm. Sio poa sio poa eh? Eh, sawa kabisa, safi kabisa kabisa, safi yeah. Kabisa dada Salome, nimependa kwamba mdada uliyemuona ni mdada ambaye ana message, maana kitendo cha kusema kwamba alifanya kazi mkataba wa kwanza akaongeza mkataba, halafu bosi wake akamwongezea mshahara. Hiyo meseji ni kubwa sana. Hakuna mtu atakuongezea mshahara kama hufanyi vizuri, na kama mtakumbuka kwenye utangulizi wangu hapa nimesemaje, mafundisho yetu uh, au coaching tunazofanya au training tunazofanya ni, ni kwa ajili tu ya kuwasaidia kubadilisha fikra, yaani ukibadilisha tu fikra kwamba hizi kazi sio za manyanyaso au hizi kazi sio kwa ajili zinanitesa, ila hizi ni kazi ambazo nikifanya vizuri, bosi wangu akafurahi, possibility au uwezekano wa kuongezewa mshahara ni mkubwa. Na hata kama usipoongezewa mshahara kwa bosi wako huyo, sisi tunafuatiliaga. Kuna wadada ambao wanaanzia level ya chini, lakini tunapofanya ufuatiliaji na tukagundua kwamba anaendelea vizuri tunakuja kumpandisha kwenye madaraja yetu. Kwa hiyo sio lazima hata bosi wako ndio akuongezee, sisi tunaangalia tu utendaji wako tunafuatilia uh, na ni karakta yako. Tukiona ni mtu mchapakazi, mpambanaji, tunakuweka kwenye madaraja ya juu. Kwa hiyo nitaka nisisitize hapo ili ile maana ya hizi coaching tunazowafanyia na training tunazowafanyia iweze kuonekana. Yaani tunapenda tukisikia dada kaongezwa mshahara au sisi wenyewe tunapenda dada anapoanza kazi anaanza kwenye levo fulani lakini aongeze juhudi, sio bosi tena akurudishe kwamba dada afanyi kazi vizuri, dada mzembe, si yuko kwenye simu muda wote, anaangalia TV, analala seedalaa. Yani, siju naelewa, hizo sio sifa tunazitaka. Ndo maana mwanzo nikasema mi nataka kuwa treni wapambanaji, wanajeshi wenzangu, masupa, maana hilo ndo jina langu la miaka mingi. Imagine ukiona najiita super woman, kuna kitu ni vision yani na, najiona mwanamke ambaye ni mpambanaji ambaye na, nafika kwenye maendeleo. Na hapa kiukweli ndio kwanza naanza, ndio kwanza naanza, sio kwamba nimefika. Yani hapa mimi ndio naanza, sawa eh. Kwa hiyo nilikuwa nataka nikazie hapo, ili kwa yule ambaye anatu sisi tulioko hapa na yeyote yule anayetufuatilia aweze kupigia mstari hapo, bosi anakuongezea mshahara kwa sababu gani? na kama unataka kulipwa vizuri, unatakiwa kufanya nini, ili ulipwe vizuri? Hayo ndo maswali ambayo nyinyi wenyewe mjiulize na anayetusikiliza ajiulize. Haya, dada Salome, karibu. Umefika wa dada center, ndio kama ulivyotukuta, umepokelewaje? <gibu> nilifika jana, ila kuna kitu kidogo nilikuwa sijakamilisha uh-huh. Kwanza asante sana na, na, na nataka ni highlight hapo, kwa sababu sisi hatufanyi kazi, hatufanyi udalali ule wa, wa kienyeji. Hii ni taasisi ambayo ina maono makubwa sana. Hii taasisi hii, Mungu akijalia, yani itakuwa kubwa sana taasisi namba moja kwanza. Mpaka sasa hivi ina- imeweza kuongeza thamani ya kazi za ndani, watu wa maana wanaiamini, si unaelewa watu wenye maadili yao wenye heshima zao wenye familia zao wameiamini taasisi yetu kwa ajili ya kufanya kushirikiana nao katika huduma ya watu ambao wanaenda kuwasaidia majumbani. Kwa hiyo tusingependa kufanya mchezo wala utani. Ndio maana screen yetu iko yaani iko iko deep. Ukiona unarudishwa maana yake walifanya checking wakajua kuna kitu hapo hakiko sawa, ukarudishwa. Nimefurahi kupata ushuhuda kutoka kwenu. Maana, watu wetu tunawaambia, jamani, msione tuna- mnachelewa kupata wadada, tunafanya screening ya nguvu. Kwa hiyo ukarudishwa, ukaenda kukamilisha vitu vyako ndio <laughs> ka ni swala la nanili muhuri kwenye barua ya mwenyekiti, maana ule muhuri ulikuwa umepigwa kwa chini, lakini pale kwenye passport mm -hmm. haijapigwa picha mm -hmm. Ikabidi niwasiliane tena nyumbani mm -hmm. Ule usiku nilikuwa nasiliana na mama mm -hmm. akawa asubuhi ameamkia kwa mwenyekiti. Mama yako mzazi? Mama mzazi, yeah. akawa amefuatilia process zote za kule mm -hmm. Akawa amenitumia wasifu asubuhi, nimekuja mm -hmm nikafika nikaonesha ile barua, akaniambia niende stationary. Nikatoa nikatoa, nikawa nimewakabidhi. Okay, baada ya kuwakabidhi walifuatilia, waliongea, wali na ndugu zako? Ndio walifuatilia, aliongea kwanza, aliongea na mwenyekiti wa kijiji nilikotoka. mm -hmm. Afu akaja akaongea na mama, akaongea na mama yako mzazi? Ndio, mama yangu mm -hmm. mzazi. mm -hmm. kwa hiyo hiyo inakupa picha gani? <laughs> mm -hmm. n yani, ni binafsi mm -hmm naweza nikasema, yani, upande mwingine, kwanza ni jambo la kushukuru. mm -hmm. Kuona umefika sehemu unapokelewa, kwanza ni sehemu ambaye huijui mm -hmm. ujawahi fika, mm -hmm. umepokelewa kwa upendo mm -hmm. na tayari mtu waka, wameamua kufanya mpaka mazungumzo na nyumbani kwenu. mm -hmm. Yani, mtu akujui tu ni ngumu, yani ni ishu ngumu sana mm -hmm. mtu kumpokea mtu asiyemjua, ila mi nashukuru tu mm -hmm. kwa yote mm -hmm. e, na kikubwa kumwomba Mungu atujalie tu mm -hmm upendo sawa. Ah, nafikiri labda kwa mabosi, kwa sababu wengi hatufanyi nao interview hivi, lakini na wao kuna kitu huwa tuna kuna vitu huwa tunapendaga kabla bosi hajapata dada kutoka kwetu atupe utambulisho wake unaoeleweka. Sasa mabosi wengine utafikiri, he, kitambulisho changu kitambulisho chako, unachukua binadamu zo, unachukua auchukui kifaa <laughs> ni binadamu tunakupatia, ambaye ametoka kwao, ana wazazi ana ndugu, si ndiyo eh? na changamoto zipo, kuna leo, kuna kesho. Kwa hiyo lazima tujue dada anakuja wapi. Basi wanashangaa <laughs> labda hata na nyie ndio mnavyoshangaa. Mnashanga, mna jamani, hii si barua tu hapana. Na we unaenda kule, kuna maswala ya kiusalama si ndiyo eh? Yeah. Kwao changamoto zitakapotokea, tujue huyu dada alitoka wapi a au anaweza kusaidiwaje kama ni swala la kusaidiwa, lakini kwa mfano masuala ya wizi, nitabidi ukamatwe ukachukuliwa hatua za kisheria, si ndiyo? mm-hmm. Eh hey, sasa kwa hiyo lazima na video kama hizi tunazochukua tunamwambia kabisa, kwa sasa hivi ni video nzuri zinahamasisha wengine, lakini utakapofanya tukio, sio tena za kuhamasisha, ni za kukutafuta ulipo uchukuliwa hatua za kwa hiyo tunajaribu kutengeneza mazingira ya ulinzi pande zote, dada analindwa lakini na mabosi nao wanalindwa. yeah. Haya, kwa hiyo dada Salome, malengo yako ya kufika kwenye kituo chetu kwa kumalizia? Aa, yani, upande wa malengo yani, kikubwa zaidi ni kuonyeshwa kutafuta mtaji. Ni mtaji, eh? mm -hmm. unataka kuja kufanya nini? Mi yani, kitu ambacho wanawaza mm, yani siku moja mm, nimiliki hata kama ni duka vipodozi mm -hmm. Ule, yani, ulembo, ulembo. Sawa, kifupi, ulembo, ulembo. Napenda. Ndio, unapenda. Kwa hiyo unatafuta mtaji, yeah. wa fedha za kwenda kuanza biashara haina, yeah, shida, dada Salome, ila unikumbuke kwenye maisha yako yote chochote mm -hmm. unachokitaka sisi wanawake tumefundishwa kuwatumikia wanaume, kumfanyia mwanaume chochote anachokitaka, hata akitaka ule upande mwingine ambao Mungu amekataza, uko tayari ku sacrifice ili akupe hela. Uongo kweli hmm? Mbona hiyo kweli imekuwa ya chini, jamani? Wanawake wa sasa hivi wanafanya vitu vya ajabu, si ndio eh? Wanafanya vitu vya ajabu kwa sababu wanatafuta hela kwa wanaume, lakini Mungu amekupa nguvu na zako na akili ambazo unaweza kutumia kutafuta hela ya halali. Sasa ile ile nguvu yote unatumia kumfurahisha bwana, ukajifunze sijui, namna ya kulalaje, namna ya kukatikaje, mradi tu, na ukafanya hivyo vitu ambavyo hata unaenda kinyume na sio na sheria e, na, na, na tu lakini na Mungu maana sio saa nyingine sio kila sheria ambazo zinaenda zinaendana na Mungu. Na kuna wengine huko wameshasema wanaume nao ni wanawake. Sasa hizo sio sheria, hiyo ni mambo ya, ya kishetani ambayo ni dunia, wametengeneza sheria zao. Sisi tunaangalia zile za Kimungu. kama Mungu amesema hii, e, hii haifai ni haramu, ni ni, ni ushetani, lakini bado kuna watu wanafanya kwa sababu wanatafuta hela. si ndio? Sasa kwa nini usimfurahishe bosi wako ambaye yeye amekuajiri haendi kutumia mwili wako wala hakupigi, ila tu anataka majukumu yake ambayo amekukabidhi ya kawaida kabisa. Mpikie vizuri, fanya usafi wa nyumba yake vizuri na kufua, angalia watoto wake vizuri. Hicho kitu kinakuaje kigumu? Yaani unashindwaje kufanya kwa ziada mpaka afurahi, yani aseme sasa, huyu dada. Jamani, siku ya kuondoka nyumbani kwake, yani unamwacha mtu analia, yeye na watoto . Kuna bosi wachache sana wanakujaga hapa kuwarudisha wadada wadada wamemaliza mikataba hawataki kuendelea, kwa sababu wametimiza malengo yao, si mtu alikuwa anatafuta mtaji. Basi bosi analia na watoto wake, why? Kwa sababu alikuwa anaishi vizuri na yule dada, alienda akafanya kazi yake kwa moyo kwa bidii kwa wema, mpaka kiasi kwamba yule bosi anatamani yule dada aishi naye milele, lakini nakuwa haiwezekani. Kwa hiyo nachotaka kusema na, nasisitiza tena, hakuna mbinu nyingine ya kufanikiwa kama sio hii ya kwenda kuwasaidia watu kwa halali, sio kwenda tena kutoa mwili wako kwa wanaume. Tunatafuta hela kwa njia ambayo ni mbaya, lakini huwa tunaitumia vizuri sana eh? Utamwita maneno mazuri Baby. Eh, nani? Nani yote unabebeza hela tu, si ndio? Basi hebu geuza, nenda kwa bosi wako. Eh, madam, saa majina mazuri mazuri, hayo ndio majina ya mabosi eh, mama unamwita madam, baba unamwita saa, si ndio eh? Una vitu, vitu wanavyovitaka vile vya kufanyiwa kwa maana ya shughuli zao zifanye vizuri. Hiyo ndio siri, si mnanielewa? Wadada wote walioongezewa mishahara, wadada wote wa ambao wana, wanaishi vizuri yani mabosi wanafurahia huduma zao, ni hicho tu, hakuna kingine. hakuna kingine kwenda kwa mganga, sijui kuchoma dawa wala kunywa maji wala mafuta. Hakuna, ni wewe kupambana na kumtanguliza Mungu mbele na kuhakikisha mabosi wako wameridhika tuko pamoja. Ndiyo. Message imefika. Naongea unge, nime nimeongea kwa Salome lakini naongea kwa wote, kuna vitu nikiviingiza vinaenda kwa wote sawa. Haya dada Salome, karibu sana, mi nakutakia kila la heri, uende kazini kafanye kazi vizuri, upate kutimiza malengo yako. Asante.